Kwa majina naitwa Rose, ni nesi mkunga nilipobea kwenye masuala ya uzazi wa afya ya kina mama na watoto hmm. Nipo hapa kwa ajili ya kutoa ushauri siku ya leo kwa wazazi wenzangu. Jamani, mimi ni mtu wa afya anafanya kazi hospitali. Katili za kijinsia zimekuwa ni nyingi sana, especially kwa watoto wadogo, watoto kulawitiwa hayo, watoto wa kike kuingiliwa kinyume na maumbile. Kwa kweli, kama mzazi naona mengi, nashuhudia vingi, kuna mahali nafika. Sisi kama wazazi, kuna mahali tunakosea pia. Tumekuwa bize, bize, bize, bize, bize na kazi zetu tumekuwa busy kwenye kutafuta riziki mpaka tunasahau majukumu ya kulea watoto, tunasahau hata kukagua watoto wetu. Ukitoka asubuhi mtoto bado amelala, ukirudi usiku wa manane mtoto amelala, yani hata muda wa kuonana na mwanao una kuna mali. Hata watoto wenyewe wanatusahau wazazi wetu, eh. anakuwa upendo anautengeneza zaidi kwa yule ambaye anabaki naye, mtu wake wa karibu, ambaye ni dada wa kazi eh Sawa, tuko bize kwenye kutafuta riziki, tuko bize tunawatafutia kwa ajili ya wao kwenda shule, lakini ni kusi ni kuombe mzazi mwenzangu, utenge muda angalau hata kama ni kwa wiki, mara moja, mara mbili, penda tenga muda wa kumkagua mtoto wako, mwogeshe mwenyewe, kagua mtoto wako eh? Mkague ukati, sasa hivi watoto wanalautiwa sana, watoto wanaingiliwa kinyume na maumbile. Kwa hiyo tusiwe bize kupitiliza na vitu vingine. Wakati mwingine, wazazi kama wazazi, tusiwe wakali kwa watoto wetu. Mzazi ukiwa mkali kwa mtoto, kuna vitendo, hata mtoto anakuwa anafanyiwa, anaogopa akirudi hata nyumbani kukwambia. Usiwe mkali, tengeneza urafiki na mtoto wako, tengeneza ukaribu, tenga eh, muda piga story na mtoto wako Mf watoto wale waliofikia umri wa miaka, darasa la 4 la 5 la ngapi, kaa naye chini, mpe elimu Mweke wazi, usifiche. Sasa hivi ni zama za ukweli na uwazi. Mweke mtoto wako wazi, tejenga urafiki, ili hata chochote atakachokiona mtoto wako akirudi, ni rahisi kukwambia wewe mzazi. Lakini ukiweka ukali, mtoto anakuwa anaogopa, hata kama anafanyiwa kitu kibaya, akija kuambii. Kwa hiyo tengeneza urafiki na ukaribu, punguzeni ukali, punguzeni ubize, tengeni muda wa kulea watoto wenu. Hali ni mbaya, Ukatili wa kijinsia, watoto wanaalibiwa, watoto wanalawitiwa. Kwa hiyo sisi kama wazazi tufike mahali tuwe na muda, tusiwachie tu wadada wa kazi. Ndio maana nafika mahali, kwa watoto hao wadogo unakuta wa miezi sita, miezi mingapi? yule mtu wa karibu ni yule mdada ambaye anayemlea. Kwa hiyo unakuta mtoto ana upendo kabisa na dada, na wewe mzazi unakuta kama mama unafurahia mwanangu anampenda sana mdada, anampenda sana mdada, kila kitu dada ndo anamfanyia. My friend, tengeneza bondi na watoto wako, tengeneza ukaribu ili utengeneze upendo na karibu na watoto wako. Tusemi kwamba mtoto asilale, labda wamekuja wageni nyumbani, sio watoto walale, sio na wadada wa kazi, sio walale na wageni wamekuja wajomba wa shangazi. Usimwamini mtu, hali ni mbaya, usimwamini mtu. Utengeneza ukaribu na wanao, fuatilia wanao hata kama ni shuleni ni wapi, eka upendo, utengeneza urafiki, lea mtoto wako mwenyewe ubize huko, lakini tusipitilize kiasi kwamba tukasahau majukumu yetu kama wazazi, tukasahau majukumu yetu kama wamama wa kuwalea watoto wetu. Jukumu la kumlinda mtoto liko kwako wewe mama, liko kwako wewe baba. Tenga muda, piga stori na wanao, wape elimu. Dunia imeharibika. See you again, usikose elimu.